Eh, kwa uvamizi eh, mchungaji afungwa jela kwa uvamizi. Lakini kuna habari kubwa inayosema matumaini mapya wagonjwa wa figo, matumaini mapya wagonjwa wa figo ni gharama za usafishaji damu kushuka, foleni kupungua, kisa ongezeko la mashine. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Eh, huu ni matumaini mapya wagonjwa wa figo. Lakini uwekezaji wa shiriki eh, mashirika ya umma wapaa miaka minne ya, ya Rais Samia, uwekezaji mashirika ya umma wapaa miaka minne ya Rais Samia. Lakini simulizi ya msomi aliyeunga mkono Veta. Simulizi ya msomi aliyeunga mkono Veta. Lakini kamati ya pendekeza maboresho ya sheria eh, kuwabana kwa bana wageni. Yule habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe. Huko habari za kimataifa nasema kama Kagame na Tshisekedi wakutana uso kwa uso. Eh, hao ni mahasimu wawili Kagame na Tshisekedi wakutana uso kwa uso. Yule habari kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Na gazeti la na Mwananchi asubuhi ya, ya leo lina habari kubwa inayosema: Biteko, upotevu wa maji hasara kubwa. Huyo ni Biteko asema upotevu wa maji ni hasara kubwa. Lakini no reform no election, mshike mshike, siku 48 za moto. Lakini baada ya kuwekwa kitimoto na ofisi ya msajili, Chadema yatangaza mkakati kampeni, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, waanza na kanda ya Sugu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini, askofu atema nyongo kwenye jubilee ya kilaini. Askofu atema nyongo kwenye jubilee ya kilaini. Lakini mambo manne Profesa janabi akishinda WHO e mambo na manne Profesa janabi akishinda WHO. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi na bado kuna habari inayosema mapya ya ujenzi kituo cha Magufuli. Mapya ya ujenzi wa kituo cha Magufuli. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini tukiongezea gazeti la Zanzibar leo lenye nambari kubwa inayosema mwanamke anayetuhumiwa kuolewa na wanaume wawili apandishwa kizimbani. Mwanamke anayetuhumiwa kuolewa na wanaume wawili apandishwa kizimbani. Lakini Hemedi awataka viongozi wa system kuongeza ushirikiano. Huyu ni Hemedi awataka viongozi wa system kuongeza ushirikiano. Lakini msajili wa hazina aonya utekelezaji miradi kimya kimya. Msajili wa hazina aonya utekelezaji wa miradi kimya kimya. Mwani uwe tegemeo kiuchumi kwa wanawake. Huyu ni Mama Mariamu kutoka Zanzibar asema Mwani uwe tegemeo kiuchumi kwa wanawake. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini kwenye gazeti la Uhuru lenye habari kubwa inayosema upatikanaji wa maji safi mjini wafikia 84% na vijijini ni asilimia 79.6. Lakini MCD yataja mafanikio yake miaka minne. Hao ni Medical Store Department. MCD yataja mafanikio yake ya miaka minne, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini kuna habari inasema Rais Dr. Samia wa Tanzania tuombe umoja amani na utulivu. Uh, huyo ni Rais Dr. Samia amesema, wa Tanzania tuombe amani umoja na utulivu. Lakini bado kuna habari inasema TANROADS yatia saini ujenzi wa barabara, Majaliwa aeleza miradi lukuki ilivyotekelezwa, hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti la Uhuru, ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti la habari leo, lenyewe linaanza na habari inayosema MCD imarisha usafishaji damu, gharama za kupungua. Lakini tume yaongeza vituo vipya kujiandikisha Dar es Salaam ni habari ukurasa wanne. Na bado kuna habari inasema viwanda kumi na saba vya mbolea vyaongezeka miaka minne, lakini upotevu wa maji utia hasara bilioni 114, Biteko toa agizo. Lakini Samia ahimiza utu na weledi, ashukuru wa Tanzania. Majaliwa wasema E, katimiza ahadi, mwanasheria mkuu apongeza marekebisho ya sheria hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini thamani ya miundombinu ya barabara yafikia trilioni 40, thamani ya miundombinu ya barabara yafikia trilioni 40. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo. Lakini bado kuna habari na wanasema Kagame na Tshisekedi wataka mapigano DRC yasitishwe au ni Kagame na Tshisekedi wakutana, e, wataka mapigano DRC yasitishwe. Lakini tukiangazia gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo ninatuhabarisha kuanza na habari inayosema ni mafanikio makubwa ya serikali kupitia MCD. Ni mafanikio makubwa ya serikali kupitia MCD. Lakini wakopaji watakiwa kutotumia mali za familia bila ridhaa, wakopaji watakiwa kutotumia mali za familia bila ridhaa. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Majira, na Profesa Mapesa aanika mafanikio ya Rais Samia chuo cha MNMA. Hiyo ni habari ukurasa 4. Lakini kamati ya bunge yaridhishwa na utekelezaji wa mradi wa Taza Kamati ya bunge aridhishwa na utekelezaji wa mradi wa Taza na inactivate yaje na mfumo wa ukusanyaji wa takwimu kielektroniki. Na inactivate yaje na mfumo wa ukusanyaji wa takwimu kielektroniki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari ukurasa wa pili inasema, ni NSSF yajivunia kasi ya ufanisi, mafanikio sekta ya hifadhi ya jamii. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Majira. Lakini gazeti la Dira linasema miaka minne ya Dr. Samia mageuzi makubwa yafanyika mashirika ya umma ofisi ya msajili hazina ya wasimamia kidete kuongeza ufanisi wa utekendaji kazi, lakini uwekezaji waongezeka kutoka shilingi trilioni 67.95 hadi shilingi trilioni 89.29. Na Dr. Mteko, upatikanaji wa huduma za maji ni haki ya msingi. Dr. Mteko asema upatikanaji wa huduma ya maji ni haki ya msingi, atakavyanzo vyanzo vilindwe kurahisisha upatikanaji wake wa lakini waziri Aweso asema eh, kumekuwa na ongezeko la ubora wa viwango vya maji na udhibiti eh, wa upotevu. Lakini aipongeza Ebura msimamizi sekta ya maji. Mkurugenzi Ebura anika mafanikio lukuki akihimiza uboreshaji miundombinu kwa wagonjwa wa figo, sasa za shuka lakini gazeti la Raia Mzalendo ukweli na uwazi, kurasa wa mbele kuna habari inasema, bunge la toa kongole ufanisi wa TPA, bunge la toa kongole ufanisi wa TPA. Lakini ukomo wa ubunge viti maalum kuleta wanawake mashupavu kama mama Samia. Lakini Dr. Rweikiza ampongeza rais Samia, miaka minne ya kishindo. Huyo ni Dr. Rweikiza mpongoza, ampongeza rais Samia, miaka minne ya kishindo. Atakwa Tanzania wampe zawadi mitano tena asema amepaisha Tanzania uhusiano wa kimataifa lakini ampa tano kwa kukamilisha miradi ya kimkakati hiyo ni habari kutoka gazeti la Raia Mzalendo lakini Dr. Biteko ataka mamlaka za maji kupunguza upotevu wa maji hiyo ni Dr. Biteko ataka mamlaka za maji kupunguza upotevu wa maji hiyo ni habari ukurasa wa mbele wa gazeti lako la Raia Mzalendo lakini kutoka gazeti la Tanza News lina habari kubwa inasema wadau wafanya mkutano kudhibiti ukatili wa kimtandao dhidi ya watoto lakini Dr. Mtekwa alishauri EWURA kuweka mikakati ya kuepuka upotevu wa maji. Yule bali inapatikana kwenye gazeti la kura Tanza ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele kuna habari inasema MCD yajipanga kwa manu, maamuzi ya Trump. Lakini Dr. Mtekwa alipongeza EWURA usimamizi wa sekta ya maji. Chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kujikita katika tafiti. Yule bali kwenye gazeti ya Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na kitu kiangazia gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, kwenye habari kubwa za kipaumbele miaka minne ya rais Samia, TANESCO yani mafanikio lukuki. Lakini miaka minne ya rais Samia Tandodi, achambua mafanikio, ni mchaka mchaka e, wa waziri Ulega mhandisi Besta, miundobinu ya na kila kona nchini. Lakini rais Samia apongeza e, kwa mapinduzi makubwa ndani ya miaka minne ya uongozi wake mahiri yo ni habari ukurasa wa 12 . Lakini bosi MCD avunja ukimya sakata la ARV. Bosi MCD avunja ukimya sakata la ARV, iyoi habari inapatikana kwenye gazeti la wa Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia gazeti la mwana habari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, ni habari kubwa inasema, bunge la toa rongole utendaji na ufanisi wa TPA. Lakini MCD kutekeleza miradi wa bilioni 36.6 ni, ni wa kuhifadhi mazingira kwa kutumia umeme wa jua lakini mkurugenzi MCD asema itasaidia utendaji kuendana na mpango wa serikali kuhimiza matumizi ya nishati mbadala na utunzaji wa mazingira. Hiyo nambari kwenye gazeti lako la Mwana Habari ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Mwana Habari kuna habari inasema miaka minne ya Rais Samia, megawati zaidi ya 18 za zadishwa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini Dr. Wekiza mpongeza Rais Samia, miaka minne ya kishindo. Hiyo nambari kwenye gazeti lako la Mwana Habari ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia ukurasa wa michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tunaanza na gazeti la kule Mwanahabari naandika Nyota Stars wanaitaka mechi ya Morocco. Nyota Stars wanaitaka mechi ya Morocco. Lakini Dabo aitwa Libya kutema eh, kuitema AC Vita. Eh, Dabo aitwa Libya kuitema AC Vita. Samata atatwaa atu tuzo ya mwezi Februari Ugiriki. Eh, Samata atua tuzo ya mwezi Februari Ugiriki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako na mwana habari kwenye michezo. Lakini wa Machinga gazeti lako ukurasa wa michezo naandika stazi iko kam, kamili kuiva Moroko. E, stazi ipo kamili kuiva Moroko. Madridi bado ya muwaza Alonso. Mgunda mtabiria makubwa Kaseje. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo naandika hatuna imani na Karia hatuombe radhi bodi ya ligi wajiuzulu au ni wanachama wa Yanga watoa kauli na msimamo wao, iambai inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini kocha Simba Queen awatupia lawama wachezaji, kocha wa Simba Queen awatupia lawama wachezaji. Lakini gazeti la Tanzania michezo linaandika wanachama Yanga wawashangaa viongozi wa TFF na bodi ya ligi. Lakini mashindano ya gofu NBC waitara Trophy 2025 yazinduliwa rasmi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanza, e, kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti la Raia Mzalendo kwa michezo naandika mashabiki wa Pauko wampatuzo Samata. Lakini Gamondi Gomez atimka Libya. Midraji, e, afurahia kuitwa Stars, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Raia Mzalendo ukurasa, e, wa michezo. Lakini gazeti la Dira kwenye michezo naandika Stars kuiva Morocco. Bodi ya ligi TFF wa wadwaza mashabiki. Lakini Mgunda ampa Kongole Kasi yenyewe ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Dira. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba waandaa mkakati mzito kuua Al Nassr eh. Lakini maandalizi ya taifa Stars dhidi ya moroko usipime. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti lako lanipasha kwenye mchezo linaandika fadwa ataka mabao mengi ugenini. Kafu aeleza itakuwa mtaji kwa Simba kufuzu hatua ya nusu fainali. Lakini bodi yaikana viongozi e, eh, bodi ya ikana, Yanga dabi bara irudiwe. Yule habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kurasa za michezo. Lakini kile gazeti lako la kula Habari Leo kwenye michezo inaandika Moroko hana wasiwasi, lakini Fadul mikakati mizito Yanga hakuna kulala. Yule habari inapatikana kwenye gazeti lako la kula Habari Leo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la kula Uhuru kwenye mchezo inaandika Msuva Baka waanika mbinu za kuiua Moroko, lakini Fadu aitangazia vita Almasiri kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika bodi ya ligi yaishangaa Yanga, lakini Yanga kuzindua uwanja wa Singida Big Stars na jeshi kamili, jegeti waje na mipango ya minne bora. Hiyo na habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo linaandika Mfaransa kuamua kesi Yanga, kasi Simba ayadanganya, toto takwimu za ligi za fichua uhalisia